Akihubiri katika misa takatifu ya jumapili ya matawi kanisani hapo siku ya Aprili 13 mwaka huu wa 2025, Padri Kusekwa amesema ipo haja kwa viongozi wa nyanja zote kuacha tabia ya kutafuta kumpendeza binadamu mmoja na kuwaacha wengi badala yake wasimame kwenye misingi ya haki na uadilifu. Geita. Padri Albert Kusekwa wa Kanisa Katoliki Parokia Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Jimbo Katoliki la Geita amewataka viongozi wa kisiasa, kijamii na kidini kusimama imara katika kutetea ukweli bila kutaka kupendeza watu au kuogopa kupoteza umaarufu. Akihubiri katika misa takatifu ya Jumapili ya Matawi kanisani hapo siku ya Aprili 13 mwaka huu wa 2025, Padri Kuseko amesema ipo haja kwa viongozi wa nyanja zote kuacha tabia ya kutafuta kumpendeza binadamu mmoja na kuwaacha wengi, badala yake wasimame kwenye misingi ya haki na uadilifu. Hatupaswi kuogopa kusimamia ukweli kwa sababu ya kelele za watu. Misimamo ya kutetea ukweli hufifishwa kwa sababu ya nguvu za wengine, sio okay. Kila kinachosemwa na watu wengi kinakuwa cha kweli. Tunapaswa kusimama kwenye ukweli bila kuogopa, amesema padri Kusekwa. Amesema kuna wakati ukweli huzimwa ili kutetea waovu. Huo ni wajibu wa viongozi au jamii kusimamia ukweli, kwa kuwa hata kama dunia itajaa waongo ipo siku ukweli utashinda. Hata kama waongo ni wengi, anahitajika mtu mmoja wa kusema kweli. Tukubali kubeba majukumu bila kusingizia wengine, tuwe wajumbe na watetezi wa kusimamia ukweli, amesisitiza kiongozi huyo wa dini. Aidha, ametolea mfano wa Yusufu katika Biblia aliyekataa kushiriki njama ya kumuua Yesu akisisitiza kuwa ujasiri wa mtu mmoja unaweza kuokoa jamii nzima. Misa hiyo takatifu, mbali na waumini, imehudhuriwa pia na viongozi wa jeshi la polisi waliokuwa wakitoa elimu ya polisi jamii, ikiwa ni sehemu ya mafunzo ya ulinzi shirikishi yaliyoandaliwa na jeshi hilo kwa kushirikiana na mgodi wa dhahabu wa Geita yaani GGML kwa lengo la kuimarisha usalama wa wananchi. Akizungumza baada ya misa hiyo, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Geita Grace Kaijage amewataka wazazi kuwa makini na mazingira wanayowaweka watoto wao. Utafiti na taarifa zetu zinaonyesha kuwa matukio mengi ya ukatili dhidi ya watoto yanatokea majumbani na wahusika wakuu mara nyingi ni watu wa karibu kabisa wa familia, amesema Kaijage. Kaijage amesema tafiti zinaonyesha kuwa baadhi ya matukio hayo hutekelezwa na watoto dhidi ya wenzao, hivyo ni wajibu wa kila mzazi kuhakikisha watoto wote wa kike na wa kiume wanalindwa nak katika mazingira salama. Kwa upande wake, Dr. Ezekiel Kiogo kutoka kitengo cha ushirikishwaji wa jamii makao makuu ya polisi ametoa wito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa manufaa ya jamii nzima. Polisi jamii ina, inamaanisha ushirikiano wa karibu kati ya raia na polisi hakuna maendeleo yanayowezekana bila usalama. Hivyo basi, ni wajibu wetu wote kushiriki kulinda amani ya maeneo yetu, amesema Dkt. Kiogo. Charles Masanyiwa, mkazi wa Ibolelo, amesema elimu ya ulinzi shirikishi inayotolewa na jeshi hilo inawasaidia kujua wapi pa kupeleka changamoto zao pindi wanapofanyiwa ukatili. Lakini pia elimu hiyo inawasaidia wazazi kujua namna ya kuwalea watoto na kuwaepusha na vitendo vya ukatili kama ubakaji na ulawiti. Hivi ndivyo ambavyo ninahitimisha habari hii, ambapo humu ndani ya habari hii Padri Kusekwa amewauma sikio viongozi wa kisiasa pamoja na kuwaasa viongozi wengine kuwa wanapaswa kusimama imara katika kutetea ukweli bila kutaka kupendeza watu au kuogopa kupoteza umaarufu. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako, ama ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment juu ya hiki ambacho amekizungumza padri Kusekwa, lakini pia yale ambayo yamezungumzwa ndani ya habari hii hii hapa ni habari kiganjani endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa habari hii hadi mwisho e, wa habari hii tukutane tena katika habari nyingine